so far there's some hope but everything will be fine eh? Yeah. but today's video hata before nisikia kwa today's video nataka kwanza kuwashukuru guys eh, despite of how I am maybe wengine wananiambia kwa comment section I'm not like this I'm like this, I'm like like this, this. Guys, just just know I just love you. nawapenda manzi nawapenda bure nawapenda sana like ile serious eh? so guys don't just judge me ni vile tu maybe at some point uh, like I just tried to find a solution towards the problem that I'm having at the moment, cause mm, despite of you saying niliambia madhe eh, I'm just facing a lot of challenges, eh? cause, kama saizi kuna trip inafaa iendwe ya games sitaenda. You can see hata saizi ukiangalia nimetoa ile baji hapa hivi ya Kenya, inafaa kuwa ya Kenya. Hapa hii ni team Kenya, but sijaweza kuwa kwa team. So, guys when you, mkikapo, mtry kunija, just judge me on both sides. Mwache kuona tu niliambia maadhi, muangalie like I'm trying to find a solution, cause bila hizo basketball ku travel siwezi za ku sustain my life, no, na cause hapo ndo napata source of income anyway. Kando na hiyo tutasolve hiyo baadaye. So today, eh, bro yangu like my friend, the one I love, DJ Skyla alinikola asubuhi, eh? Not love DJ Skyla The one like, hey, nikiweka live inatoka vibaya msee mwenye tumekuwa na yeye e, like, for years amenicall eh? na tumekuwa tukiwa na yeye amenicall na nataka tufanye na yeye, like live TikTok. So today I wanted to show you how we always go live on TikTok. Like, he has a condition called cerebral palsy na like we have been with him for years. So siezi mwachilia. So he called me in the morning and he requested me ni kam tufanye live TikTok. So guys, join me and see how we always go live. But just lie but just know hatacheza muziki because of copyright issues So guys, don't hesitate to be with us Na anajoita kuwa moto ile serious but nikismile manze msianze kunichachisha juu sina nikisema za za za guys. It's so painful but I don't have any other options. So guys, be with me as we go and show you how we go live. Stay tuned. Eh hey Skylla bro. Eh yeah, yeah. Hey bana tutoe viatu ama rada ni gani bana bro? Oh. Eh ni sitoe viatu si ndio? Ni kitoa viatu hata hata tayari ndo nafaa kuacha nje. Eh. Hey. Utaacha hadi tayari nje bana eh. Hii hey. Hey, ndo na maana ulinunua kasimu kengine. Eh. Hey. Hey. Yes, ni live bana. Ina kuingia live? Eh. Hey. We guys. Kuinvest na kazi imagine we eh, uliamua bro bana eh, alafu eh na ndo umeanisha niwekea microphone hapa, tuko set like gogo eh -he. Eh so leo playlist inaendaje bro, kwanza inaanza si aje like for real, tuna tuna nini eh mm -hmm. Tunaanza ki na kigosho kidogo aiwe, kigosho, hajatuwezeza na kigosho, birthday Nado njunga be Donjo, donjo, ah one leg, ah uh, tazama hivi, tazama hii, abu weka hivi wanbu one leg, one leg ndani ya, unatingisha kiasi, ndani ya, ivo, ivo, unacheki hivo, ivo na raza, ivo, unaona, alafu tuanze, all my enemies, ni kizungu ulijua bana, ukiwa kuna wazungu bana jo. Na by the way maiki bana, lazima tuimbie maene utanipanga bana jo bana, leo nataka kuonyesha wasee wetu uh -huh. kwenye tunaingianga live hapa hivi, ule morio wetu ule

Those are the lights nice. Dingine ndo tuwe mm, tuko on wakishie mashini bana, tukwe tuko on ndo tuanze kuingia live mm. So guys before tuanze live eh, these are the most common things that you, eh, but to exchange your light it to face okay. eh, it to face hivyo eh, like that hapo juu hapo juu Mm -hmm. So guys, before we go live tunamake sure everything is set, tukiangalia the lighting is fine na this is the iiuaunataka tuongee, tunaweza kuongea sasa hizi bana Ski my baby. Eh. Yeah. Mbona unamfanyia hivyo? Bora mba try kumaanisha. Mimi. Ni nani? Demu yako. Mm. Anakuja. Demu yangu alikuwa huko. Alikuwa alikuwa juzi. Kile leo. Alikuja huko kufanya? Unaona meno yako? Ati? Meno yako nilisikia tu meno yako. Ngapi meno yako ha, haiko? Sasa nikuulize, mm, meno yangu haiko ni sawa, ndio hii haina, sina. Hauna. But sasa alikuja kukudu. Kuja kutafuta solution. Solution ya nini? Ya mambo. Kwa nini mamkasikia? Bro, Tuingie live ama? We, nikuulize, ulikuwa umeniita tuingie live mambo ya kufanya nini? Ukapigia mazi kwani swali, we si mwanaume? Nakuuliza, nikuulize unakuja kunijaja ama umeni. Kwa hivyo ilikuwa setup. Tuanzie hapo. Ah, mimi nilikuwa na mambo. Naenda shughuli zingine. Ah, wewe usiende. Tunaongea. Na sasa hii ni nini unaniambia bro? Ah, ah. Na saa nikuulize, aim yake ya kukuja hapa ni gani? Solution ni gani? Miacha ni nikwambie. Miacha nikwambie kitu moja. Okay, ni solution. Wewe ndo unajiona mzuri unaweza fanya find solution. Mm -hmm. Tulitengeneza YouTube na yeye. Uh -huh. Sawa. Na hiyo YouTube toko nasikia vibaya sana kwa saa hizi, hakuna mtu YouTube anataka kuniona. I come. Ni get. Nimetusiwa sijui mama's boy and everything. Hey, we, ni ya, we. Hey, Ninyamazia hey. Ah, ah, wewe. Sinyamazi niende huko si ndiyo? Amekuja akakwambia kila kitu, umetaka kujua story yangu, hata tufanye hivi hacha tukwambie kitu moja. kitu yenye misi, kwa mwanaume si mambo na kuwa na mwanaume mwanaume, mi sifanyi. Na we hacha nikwambie kitu moja, hata mi sia najua si ati sijui, najua, usiniulize hizo maswali zenye najua. Imekwambia hivyo, na pia wewe wacha kujifanya juu umeambiwa na yee, <coughs> kitu ya kwanza ni moja, nilimwambia aje a -a. E, like saa hizi hakuwa na do ya kuniundisha meno. Uh -huh. nafaa kutravel sawa? Uh -huh. nafaa kutravel kwenda games na uwezi travel ukiona na kitu kama hii. Hata kwa jeshi huwezi ingia kwa jeshi ukio na kitu yenye iko na ishu, bro. Ngoja kwanza. Uh -huh. Hii story ya kuniambia bro, hacha uh -huh. nikuambie kitu, Skylla. leo ni wewe hata uh -huh. mi usiniambie hii story ya kujifanya. Kwani wewe unaambiwa kitu na demu, unamsikiza wewe? Unasema tumekujua miaka mingi, umemjua miaka ngapi yeye? Sasa unaweza kuongea ujinga saa hizi hapa? Ah, si mambo na kuishi. Ah, uende basi, uende utafute kama yeye basi. Unajua mimi sipendi ujinga Ah. Hiyo suri ya kupendwa, acha nikwambie, acha nikwambie bro. Unajua unabehave card dem. Unajua unabehave card dem. Ah, ah. Demu, demu. Za kunipenda najua. Sawa, lakini kile tunataka kuambia acha ku behave card dem uni, uni, uniskize. Mtu mzuri anataka kufanya solution. Okay, hivyo ndio sasa unafua mm -hmm. ni unafua niambie. Nafaa mm uniskize -hmm. niambie kitu ya kwanza, ni alinivunja meno. Kitu mm -hmm. ya kwanza ulijua akinivunja meno alidhani nina cheat Huku, huku unanirukililia mdomo hapa juu, unanielewa? Sikiza, si unaniambia nini sasa, hata si ni video yangu umeharibu na nilikuwa nikuelezee kitu ya maana sana sananakuambia. Okay, alia, nina mchit mm -hmm, kuenda ku mtu alikuwa mm -hmm, ni sister yangu. So, sawa, nisistangsaa naye nisukuma meno hivi all of a sudden hiyo meno ikavunjika naona lakini, sasa hizi unanijudge unanijudge, na sasa hizi, hiyo meno imenikost vitu mingi, sina do ya kuunda hiyo meno sawa, na hauna, na naenda nini, na naenda games na unajua wewe venye umejua na mi nimekuwa nawe miaka mingi, games lazima unafanywa medical, lazima ufanywe medical <laughs> na sa ukipata na kitukaa hii uwezi travel, na pia nisipo travel sina do za kuni sustain kwa life <laughs> mi nilimwambia aje jua yeye mwenyewe aliniambia hana do sawa. <laughs> So, mi nikaona hata niongee na maadhi aniokole do niende ni undo, na obviously hata wewe unajua obviously. Kwa maadhi kwa, <laughs> kwa unataka kitu kwa maadhi lazima uelezee nani. Lazima uelezee maadhi. Eh. Kwa nini unataka do? So mimi nilielezea mazee yeah, shida ni gani? Yeah, yeah, yeah, ah. Mfuko sasa wewe kama we ndio mwanaume nazaita, na kama wewe ndio mwanaume nazaita hata ugoji usikie kenye nasema uh, we ni mwanaume ama uh, ni mwanamke? Uh, unongo kwako. Unileta. Ah. Wa naleta wanaume wewe ndio mwanaume nazaita sasa. Sasa si, okay si yeye ngoja, si yeye ndiye amekuja kwangu kuongelesha kama eh. mwa unajua mm. na ananijua mm. na wewe unangoja hata niongee au una umeshamsikiza umeamua, kinyamesema iko sawa ah ah, unasikiza zote nimeniambia, nime, nime, nimekula mdomo dakika ngapi ndio unisikize? Hakuna ah, uko na ufala hata wewe. Acha nikwambie Skylla, uh -huh. apart from uh -huh. kusema uh -huh. kupendwa ni vizuri ujue Venye wewe unapitia lazima ukuwe na mtu mwenye na kuunderstand. Mi solution sitaki kujua mm. solution yangu ni imeno, nikwambie, hakuna chumba kama hii. Mashini yako hii unaona hapa ya kuingia live mm -hmm. eh, imwagiliwe maji Beigo. No. Hakuna solution unaweza fanya hiki kimogiliwa maji. Eh. Mimi sasa hii meno imeni affect sports ndio nataka. Lakini meno ndio inaweza rudishwa. Sasa hizi nafaa kwenda games nipate pesa. Eh. Nisipo, nisitaenda. Eh. Ndio imeshaye kwa sitaenda. Hiyo Uh-huh, pesa natoa wapi? Tunaomba futa solution. Ah, wewe solution yako wewe fanya hivi. Eh. Kwa umetumwona yeye eh, ndio umwambie mimi sina issue yote na no umwambie mimi kinataka. Mm. Nipende meno yangu ikuwe sawa ndio hata nikitaka kutravel game yote. Wewe Eh, hey, mi at the end of the day, um, mi stay kujua. Juu ujingo unanieletea hapa mi stay kujua. Oh, jamaa <laughs> tutafikana. Tutafikana. Sasa unaniambia nini wewe bro? Acha nikwambie. Uh, uh, uh, sikia, acha nikwambie. Uh, uh, ah, ngoja no, uh, ite huyu bro yako. Wewe ani zilia. Yeah, humse yeah. Kitu moja ni anafaa ajue. Si mm. Poa kuambia kitu na dem. Yeah. Atijudem ni wao. Uh, uh, ah, nyamaza niongee. Kwani unaongea sisi wote. Huyo dem mm. ni wangu sikatai, mm. lakini zile vitu zinani affect, hakuna mtu anataka kuona mm. unaona mm. amekuja, aka wewe ni kuuliza, wewe ukikuja kuongea na kama ndio umekosea, unaweza mwambia makosa yako, umekosea kwa huyu mtu, unaweza mwambia nyamaza kwanza, naongea na to, anakuambia hapa kusikiza side zote. Sasa huyu amekuja akaambia side ya dem, anasikiza side ya dem, unaona? Mimi nikienda kumwambia makosa yenyewe mimi, shida yenyewe iko hapo, yeye asikiza side zote, ame judgment right way, ataki Unaona? Mm -hmm. Na obviously mimi siwezi kuja kusema mimi ni mbaya. Naweza kuja kwako kunikwambia mimi ni mbaya. Mm -hmm. Na kwa nini wewe utaki kunisikiza? Na ndio nakwambia, acha hiyo story ya kuniambia utanipiga. Ah, wewe msi wako na ujinga. Ongeka wewe. Mm. Juza at the end of the day, sela cha nikwambia hata una jibehave hapo hivyo utapata tu dem, na hiyo dem upate kuna kitu umefanyiwa mbaya. Na nani support wako number 1? Eh? Nani support wako number 1? Ni mtoto. Okay, Anto, okay, itwa. Umse anataka 5000 umpe. Mhm. Uko na do 5000 umpe umse. <laughs> si sai. Hana sai. Mm. Nani mgeo tendea? Eh? Nani mgeo tendea? Mimi mimi sina pesa, sina hata nimevunjwa men. Point mm, yangu ni moja Skylla. Oh, utaendea mzazi. Hata mimi afuta ya niambia hana do ndio niliendea nani?

usishinde ukiniambia, hebu kwanza, kwanza inuka, na niboba na, nimekuja fanya ashinda akiniambia story mingi za nini? <coughs> Oh, mi story mingi usiniambie eh. Wewe nikujaoze we nichomefia yangu nikuja hapa unaeza kuniambia story mingi. Unajua, najua vile nasikia umeuzika, usiniambie, usiniulize hivyo tena. Unajua ato, msee wako anafaa ajue nilimwambia aje

Mi simfanye live, mi wacha mkifanya live, wacha kwanza nitoke nje kidogo, sawa? Hapa pa itabidi nipigie mama, Mama Roba juu ni kunguli saa hii eh? Kunguli kunguli.

Sijui saa si mi sijui nani atamuongelesha ama shida ni gani? Mimi tu nilikuwa hapo tu wa, before waingia live, nasikia wakivurugana, waki naenda kuuliza ni nini. Ah, mimi nimejaribu lakini e, ni kama wamenishinda, wame, wame juu nimeona sana, sana sana ni kijana wako anafanya hii E, Hii... ni niko nimekamata huyo kijana. unajua pia yule anapiga hawezi mpiga. Na kwani huyu Jane ako wapi ama ni anawapigania? Mimi Jane sijamuona, sijui ako wapi. Umempigia simu wako na yeye hapo? Eh, yeah, wako wako karibu. Ama ni yeye wanapigania. Bayana, ni nini baya na hao wana? Umenina nini kibodania kukuru kia? Yeah, mimi hata Ni huku tu ile studio, ile studio ile wanafanyanga TikTok. Mm. Tap-tap. Ah, ah mami hizo hizo inakuanga kazi, ni kazi Unajua, ni vile nimejua, nimejua wewe ndio utakusikiza, sasa ndio nikaamua nikupigie

Tuko, tuko kwa studio kwani ni wewe? Hata ni hapa na Kierere. Amekupigia simu kama nani? Mimi lazima ningeambia mama yako unafanya ufala wewe kwa sababu. Mleta simu yangu nea na simu yangu wapi? Hello mam, ni huyu ako na Kierere. Ah, skia mam, wacha kwanza, nyamaza kwanza mami, nilikuja nani, Skela liniita tufanye live venye tunafanyanga ndio hata nijaribu ku raise pesa ya kuenda kwa dentist kufika hapa, kumbe na yeye Jane alikuja huku, anza kuambia Skylla Skylla, kabla tufanye live venye aliniitia, anaanza kunigeuzia story na mimi sitaki hizo story. Kwanza saa hii nimesikia umetaja Jane si, tena eh, yeah? nimesikia umenitajia Jane tena, kwa hivyo ni Jane anamupiganisha kichwa. Ni yeye alikuja kwa Skylla na no, huyo mtu ya kuambia wewe anataka uko na ufala Jane no. kwa kwa Skylla

Maso yeti, huko, ni nini mam, ni nini sasa maam, unajua mi nilikuwa nimekuja huku nilikuwa nimekuja huku mam, ndio tufanye live mtoto. Ah, wacha kumtetea akupee simu yake, hakuna kitu nikwambia, nikuambia, hawa si wote na dili na wao, wananibeba ufala cause Mom. Imagine nimechoma fia yangu yote so, amekata sio? Mko na ufala nyinyi. Amekwambia upigie ufala ni wewe nabe. Nikikupigia simu nilikwambia niko na stress, kaa huko Mister kijinga, unataka advantage ya disability ni nini? Wee ukiambia na, ya na una, una uwe, ukia uh, kitu na demu unasikiza ni kama ni yee. Mungu ufala boy, wacha ufala, ukuwe antos boy, hata wewe nimeenda mi, siwezi shinda huku. Hata hizo live sifanyi, na usiongee uh... ufala